Wachunguzi huko Michigani nchini Marekani wamewahoji zaidi ya watu mia moja walipokuwa wakijaribu kubaini ni kwa nini mtu mwenye bunduki aliendesha gari lake hadi kanisani, akafyatua risasi na kisha kuchoma moto jengo hilo. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu, gavana wa jimbo hilo Gretchen Whitmer alitoa wito wa kuwa na subira wakati FBI ikifanya kazi ili kubaini sababu ya shambulio hilo siku ya Jumapili. Watu wanne waliuawa na wengine wanane kujeruhiwa wakati mshukiwa Thomas Jacobo Sanford mwenye umri wa miaka 40 aliposhambulia kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho huko Grand Blanc. Baadaye alipigwa risasi na polisi katika eneo la maegesho ya magari. Mamia ya watu walikuwa wakihudhuria ibada wakati huo na polisi walisema Jumatatu kwamba kila mtu alikuwa amehesabiwa. Katibu wa waandishi wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alisema ofisi ya shirikisho la upelelezi FBI inajaribu kuelewa zaidi kuhusu hili, jinsi ilivyopangwa mapema, ni mipango mingapi iliyofanywa, ikiwa aliacha barua. Siku ya Jumatatu maofisa walisema ni kitendo cha vurugu zilizolengwa, lakini nia bado haijafahamika. Gavana Whitmer aliuliza kwamba watu wapunguze joto la matamshi na akabainisha kuwa ingawa anaweza kuhisi asili kutaka kujua kwa nini shambulio hili lilitokea, kubahatisha hakusaidii na inaweza kuwa hatari kabisa. Yeye na wasimamizi wa sheria waliomba watu wawe na subira kwa majibu. Mamlaka ilifanya kazi Jumapili nzima ili kusafisha jengo hilo ambalo lilikuwa limeteketezwa kabisa na moto na kuhakikisha kwamba wale wote waliokuwa wakihudhuria ibada wamehesabiwa bado tunajaribu kubaini ni lini hasa na wapi moto uliishia kutokana na jinsi ulianza. Mkuu wa polisi wa kitongoji cha Grand Blanc, William Renye alisema Jumatatu mshukiwa alikuwa ametumia kiongeza kasi, uwezekano mkubwa wa petroli kuwasha moto huo. Mamlaka ilisema waathiriwa wawili awali walipatikana wamekufa kwa majeraha ya risasi na wengine wawili walipatikana wamekufa katika jengo hilo, huku polisi wakiendelea na msako Mamlaka bado haijawatambua hadharani waliouawa katika shambulio hilo au kutoa dalili yoyote iwapo mshukiwa alikuwa na uhusiano wowote na kanisa. Wapelelezi wanafanya upekuzi katika maeneo ya mshukiwa na kuchunguza rekodi za simu yake ya mkononi. Sanford alikuwa mwanajeshi mkongwe wa jeshi la wanamaji na alihudumu nchini Iraq, Levitt aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu. FBI inaongoza uchunguzi na imetuma timu za kukabiliana na mgogoro, mafundi wa mabomu na wengine kwenye eneo la tukio, kulingana na Reuben Coleman, kaimu wakala maalum anayesimamia ofisi ya FBI ya Detroit, Marekani. Katika taarifa, kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho lilithibitisha kwamba mtu mwenye bunduki alifyatua risasi wakati wa ibada na watu kadhaa walijeruhiwa tunaomba amani na uponyaji kwa wote wanaohusika. Polisi wa Grand Blanc walisema kuwa maajenti mia moja wa FBI wametumwa kusaidia katika uchunguzi. Rais Donald Trump alitaja shambulio hilo kuwa shambulio lingine lililolengwa kwa Wakristo huko Marekani. Mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi alisema katika chapisho lake kwenye mtandao wa X kwamba amepokea taarifa fupi kuhusu kinachoonekana kuwa risasi na moto wa kutisha kanisani. Vurugu kama hizo kwenye mahali pa ibada zinavunja moyo, Bondi alisema. Tafadhali ungana nami katika kuwaombea wahanga wa jenga hili baya. Mitt Romney, seneta wa zamani wa Marekani wa Utah na mmoja wa wanasiasa mashuhuri wa Mormon, aliita upigaji risasi huo msiba, akiongeza kuwa ndugu na dada zangu na kanisa lao ni walengwa wa ghasia